Nam, tumerejea na tayari tupo na mgeni hapa, mgeni kijana. Itakumbukwa hivi karibuni, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua uh, sera ya mambo ya nje ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne Hivyo basi kwa leo tumeona ni vema tuketi na vijana hapa ili kuona ni kwa namna gani vijana wameguswa na, na, na sera ya mambo ya nje na tumemwalika hapa e, Tumaini Masanja, yeye ni katibu wa African Youth Leadership Forum e, na hasa e, tukijadili kwa kina kuhusu ushirikishaji wa vijana kwenye sera mpya ya mambo ya nje ya Tanzania. Tumaini Masanja. Naam. Karibu sana bwana. Asante sana. E, kitambo kimepita kidogo. yeah, ni kweli, ni muda umepita. E, leo nimekuunganisha na kijana mwenzako mwingine <laughs> yeah, no, na hatimaye no, amenikabidhi no, no, <laughs> sera na sera nimeipokea. <laughs> nimeletea na sera <laughs> e, si, si kijana mwenzio yeah, yeah, kijana mwenzako kwa hiyo kitabu cha sera kinamhusu hasa kinamhusu vizuri. Mbona bwana anajitoa kabisa. <laughs> Naona <laughs> ye ameanza eh, kujiona sasa kwenye kundi fulani miaka <laughs> arobaini na mitano imeongezwa eh, eh, Mahmudu. <laughs> Mahmudu anasema una makumi mangapi sasa hivi? <laughs> <laughs> Umepita manne sawa sawa. <laughs> <ume pita> <laughs> <ume ama> <laughs> na hapa mkononi ametuletea hapa Tumaini, hii ni sera ya mambo ya nje 2021 toleo la mwaka 2024 ndio ambayo nimeishika hapa na. na katika sera hii, sura ya tatu, ambapo wanazungumzia masuala malengo na matamko ya sera katika ukurasa wa 48, na vijana wamekumbukwa hapa, vijana wameainishwa na mambo yote ambayo ya kuzingatia

Swala zima la mambo ya nje na maendeleo, mambo ya nje tunafahamu, vijana wana nafasi kubwa sana katika eneo hili. Tunafahamu vijana wanahusika moja kwa moja katika kusoma vyuo, kupata elimu nje ya nchi, lakini vijana wanahusika sana katika eneo la ubunifu. tunashirikiana vipi na kampuni zilizopo nje ya nchi yetu? Vijana wanahusika katika eneo la ajira, wanahusika wanafaidika vipi na sera za mambo ya nje katika kupata ajira na. Sasa tuje tuangalie hapa kinagaubaga na kijana wetu ambao watueleze sasa namna sera hii inavyoweza kuja kuongeza chachu tunafahamu wapo vijana ambao huwa wanapata nafasi okay, lakini ni wale ambao wamepata taarifa hasa hasa waliopo mijini, lakini tunafahamu kuna vijana ambao wanaweza kufanya vizuri nje ya Tanzania na wapo huko chini kabisa hawapati nafasi hizi, ni kweli. na huenda Mponda, ungekuwa sasa hivi zako nje, kama ungekuwa umepata eh, na mimi nikawa napambania, ungekuwa ulipata mapema taarifa hizi eh, huenda tusingekuwa wote sasa hivi, kwa sababu ulipata taarifa kuchelewa eh Sera imekuja, sera inaweza ikanibeba, kifupi shak... ime ah, <laughs> <Kanimeba. laughs> Tu anza kwa kutuambia, kama katibu wa African Youth Leadership Forum, wewe baada ya kuzinduliwa tu kwa, kwa, kwa sera hii uh, ni kwa namna gani uliipokea na umeona ume nini katika sera hiyo yeah? Sawa kabisa kwanza ningependa kuwajulisha watazamaji na sisi sote mm -hmm. Ni heri tukafahamu kwamba jukwaa la Africa Youth linajumuisha vitu gani dio? Ni jukwaa ambalo linalea uh, vijana katika masuala ya uongozi mm -hmm. Kulea na kuendeleza hamasa njema ya uongozi ulioko ndani yao na dhana ya uongozi naitazama katika maeneo makuu mawili ya msingi: uongozi wa mabadiliko na uongozi binafsi mm -hmm. Sasa uongozi binafsi ndio unaomwambia kijana afanye nini Ndeo, katika jamii yake, ndio unaomwambia kijana afanye nini katika sera hii ambayo imeandaliwa na taifa letu. Kwa kijana anatakiwa kwanza ahamasishwe, ajue uongozi ulioko ndani yake, kwa sababu bila ya uongozi huwezi kufika popote pale Ndeo, ndani yako, na tunahitaji sasa tuwe na vijana ambao watakuja kuchukua nafasi ndani ya taifa letu na waweze na waweze kuongoza katika misingi ifuatayo: kuwe na uongozi ndani yao wenye upendo. Huwezi kuongoza kitu ambacho hukipendi, itakuwa ni changamoto Kyo. kuwe na kijana ambaye ana uongozi ndani yake wa mabadiliko. Kuwe na kijana ambaye ana uongozi ndani yake wa uadilifu, uaminifu, uwajibikaji na utendaji kazi okay. na kisha aone kwamba kuna haja ya kuwa na hivyo vyote pamoja na kuwa na uongozi ndani yake wenye kumwambia afanye kwa kiwango cha hali ya juu. Hapo ndio mabadiliko kwa yatakuja kwao. Ninapokuja kuunganisha hivi vitu vyote kwenye sera ya mambo ya, ya nje, kwa kweli tulivyoisoma na kuitazama kwa kina, tunaona kabisa kwamba serikali imetazama kwa kina na kuona kwamba kuna haja kuwajumuisha vijana. Tumeona wamejumuisha vijana pamoja na, na, na wanawake mm, yani masuala ya ujinsia mm, yameingizwa pale kuonesha kwamba uh, serikali ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imetambua kundi nyeti la vijana ndio inaoweza kusukuma maendeleo mm -hmm. Tunaweza tukawa na viongozi wengi ndani ya serikali wenye weledi mkubwa, lakini na wao kulingana na umri wao kuna kuchoka sasa mm -hmm. Kama watachoka, nani atachukua kijiti? Ndio hii hapa sera imekuja kujibu kwamba mm -hmm. Vijana wakishirikishwa kwenye nyanja zote za kiuchumi, kisiasa na kijamii maana yake nchi ita, itakimbia kwa haraka zaidi okay. Na ukitazama vizuri zaidi unakuta kwamba pamoja na kuwajumuisha vijana bado wametazama kwa kina eh, kuna maeneo mbalimbali, kuna diplomasia ya uchumi. Sasa diplomasia ya uchumi nani aifanye? Ni vijana. Vijana wanapata kwenda nje ya nchi ndomaana hapa kiongozi hapa alikuwa anajaribu kugusia kwamba mm -hmm. mm -hmm. ungekuwa hii sera imekuja mapema pengine ungekuwa hauko hapa ah. lakini sasa imekuja, unaweza kuwa <laughs> tofauti kabisa, unaona. Na nikiangalia na, na, na, hapa uh, kwenye tamko la sera, sasa ukiacha sera ilichobainisha, tamko la sera inasema serikali itahakikisha ushiriki wa tija wa vijana na wanawake katika masuala ya kimataifa. Kuna neno tija, sio tu ushiriki yeah. Lakini inaelezea ushiriki Wenye tija. Tija. Eh, eh. Kwa upande wa vijana tunapozungumzia uhusiano wa Tanzania na nje ya nchi nyingine za kimataifa ni uhusiano wa Tanzania na kimataifa tija ni zipi ambazo vijana huwa, huwa tunazihitaji? Naam. Na tunaposema wenye tija maana yake hmm. wenye manufaa makubwa au wenye faida kubwa. Nakumbuka wakati unaanza kutangaza habari awali ulichagiza kuangalia serikali imepitisha bajeti kwa serikali masuala ya ulinzi na usalama ulitilia mkazo pale. Sasa hii sera pia imeangazia hilo eneo kwamba Wizara ya Mambo ya Nje inagusa hadi masuala ya amani, usalama na ulinzi wa nchi yetu. Maana yake unaposema ushiriki wa kijana katika masuala yenye tija, tunaangalia sasa huyo kijana anatakiwa kushiriki kamilifu kwenye shughuli za kiuchumi diplomasia ya uchumi, kwenye masuala ya kulinda amani, kuitetea nchi yake. Maana yake masuala ya uzalendo. Ukikosa uzalendo, hautashangaa kumwona kijana anasema ah, hii nchi hata nisingezaliwa hapa. Ah, usingezaliwa ungezaliwa wapi? Unaona? Ndiyo. mambo kama hayo yaani, mimi natamani hata nihame kabisa. Haya, hama uende wapi? maana yake andakuwa atambue kwamba nafasi yake ni kubwa sana ndani ya taifa hili kuhakikisha kwa maendeleo yanakuja. Kuna vijana wanaenda nje ya nchi wale diasporas sasa, wakienda kule wanalisemeaje taifa letu? Lazima watambue kwamba hawa mambo yenye tija ambayo anahitajika kwenye serikali, basi wakaisemee nchi yetu kwamba ina utalii, kuna mlima wa Kilimanjaro hauko nchi nyingine, huko Tanzania kuna mbuga za Serengeti na mbuga nyingine zina okay, uwezo kuleta nini watalii mm. Kwa hiyo huyu mtu hasa kijana, anapoenda nje ya nchi, lazima aitetee nchi yake, sio kuenda kusema mabaya tu mabaya na kuiponda nchi na serikali, wakati mwisho wa siku mm. lolote itakalompata serikali ndio itakuwa ya kwanza kufanyaje mm. kumtetea. Maana yake ni masuala ya kwenda zaidi ya uzalendo. Sasa vijana, tubaki pale pale kwenye swali la mwenzangu kuhusu tija au sio, bwana saa? <laughs> <laughs> So, huyu kijana sasa ambaye amekwenda kufungua fursa kule nje, nje, nje ya nchi, nini kifanyike ili kufungua fursa kwa vijana hawa aa, ikiwa ni kuzipata hizo fursa zenyewe nje ya nchi kwa maana ya kwamba kimataifa, nyinyi kama vijana mnafikiri aa, nini kifanyike hasa? Aha. Kwanza kwa sababu kuna wizara hmm. na kuna balozi Ukienda nje ya nchi ukutetea kule ni ubalozi wako, sawa. Maana yake ni kwamba mabalozi sasa kupitia sera hii inabidi wakae chini na kutafakari kwa kina, waangalie mfumo mzuri wa kutoa taarifa ambazo zitawafikia vijana walioko ndani ya taifa letu, kwamba hapa kuna fursa, ikiwemo labda kuweka labda wawe na website maalum ambayo ina, inaweka taarifa za uwekezaji, labda wafanyabiashara fulani wana mitandao fulani wanaweka pale taarifa ili iwe ni vyepesi kupokea, lakini pia hata hawa mabalozi watoke ofisini, watembee kwenye hizo nchi, sasa waone kwamba kweli hapa kuna fursa za uwekezaji, waje hawa watanzania wawekeze hapo. Itakuwa ni kuwasaidia kwamba basi hawa vijana wanaweza wakapata, lakini vilevile hata vijana wenyewe tusitulie sana. Kuna mitandao ya kijamii, dunia inaenda kasi sana tuna uwezo wa kupata taarifa mbalimbali uh, -mbali, kwenye mitandao ya kijamii tukipata hizo taarifa tunazichangamkia kwa namna gani? Leo hii haishangazi kukuta mtanzania au kijana wa Tanzania anasema kwamba vijana wa taifa fulani wepesi kweli kuchangamkia fursa. Mm, mm. Serikali imetangaza shughuli za Kiswahili South Africa, lakini mm. sisi hatujaenda, hatujapelekwa, lakini mm. wenzetu washaenda. Serikali sio imepata mradi gani sehemu fulani tunabaki kusema kwenye mdomo. Maana yake vijana sasa so wachangamke kuchangamkia fursa wanapoziona mahali popote, kwa kwanza wawe tayari kufuatilia vitu vya msingi kwenye mtandao wa kijamii na sio mambo tu ambayo hayahusiani na hizo nyenzo za kupata mm -hmm, mafanikio T okay. Tumaini, nikikuona wewe hapa kuna namna kama umeshaanza kula matunda ya mambo ya nje ya nchi. uongo uongo Mponda. <laughs> <laughs> kwa nafasi ulionayo yani, uh, katibu wa African Youth Leadership Forum Ah, we matunda umeshaanza kula, yeah, lakini kuna yule anayetutazama sasa hivi yupo mkoani, yupo huko mbali. Kwanza tushirikishe wewe, uliwezaje kupata hii nafasi, lakini na wao vijana hao wanawezaje kupenyeza kupata nafasi? Sio lazima iwe ya uongozi kama yako, lakini namna ambavyo unaweza kala matunda ya ushirikiano wa nchi yetu na nchi nyingine tunafahamu kuna nafasi zinatokea kwenye balozi tofauti mbali mbalimbali, hapa nchini zipo, a, zinawaita vijana, wanawezaje kupata hizi nafasi? Kwanza tushirikishe wewe, umepataje, ulipataje kwako? Aha. na, na swali hilo limekuja kutokana na kaunda suti e, e, uliovaa ya bendera. A, ni uzalendo. Tumaini, matunda tayari anayo. uh, uh, uh, kimsingi tunachohitaji kila kitu ili uweze kukipata inahitaji usubutu, ujasiri na uadilifu na uaminifu mm. A, ili uweze kuwa sehemu yoyote lazima kwanza wewe uoneshe mazingira ya kuwa pale, unakoaje pale uoneshe e, uaminifu mm. Uadilifu watu watakuamini kuwa sehemu fulani no. Kwa hiyo maana yake ni kwamba vijana kupata uh, fursa kama hizo mm. wanaweza, lakini wako tayari hilo ndio swala la msingi kuwa tayari ni jambo jingine na kuiona fursa pale ni, ni jambo jingine mm. Tunakutana lakini pia kuwa karibu na vyanzo mbalimbali vya taarifa. Serikali pia ina namna yake ya kuwasiliana na watu mbalimbali kwenye mitandao ya wa kijamii mm. Wanatoa fursa pale. Sasa ni wangapi wanazichangamkia? wewe nini ona... kikusaidia kupata taarifa kwamba kuna nafasi ya katibu wa youth uh, ha, i, i, African Youth Leadership Forum? Hili ni jukwaa ambalo linaunganisha vijana wa Afrika mm -hmm. na walioko nje. Ulipataje taarifa kama kuna hili jukwaa? Ni mitandao ya kijamii, tukaanza kufuatilia tukajiunga, na tukaanza kufanya kazi hivyo za kujitolea. Tunashirikiana kwenye masuala ya uongozi, hivyo tunakutana na watu aina tofauti, tunajiongezea maarifa kila siku, na sio mimi, tuwapo vijana wengi sana na hili jukwaa linafanya li kazi sana na vyo vikuu kwa hiyo ukienda chuo cha Dar es Salaam utakutana hili jukwaa wapo vijana mm, ambao wanashiriki pia kama mimi hivyo navyoshiriki. Ukienda chuo cha Sauti Mwanza utakutana nao, ukienda Mbeya, kila pahala, ukienda hata nje ya nchi yetu utakutana na hili jukwaa, linaendelea mm, kuunganisha vijana, na wengi wamenufaika kupitia mitandao. Vijana wanaweza kuona fursa ambazo zipo huko ya yeah, mitandao pia kuna fursa nyingi, lakini pia kuwa karibu na watu mbalimbali mbali, yaani, jamii inayokuzunguka naita mm -hmm. family of friends eh, familia marafiki kwenye hao marafiki ndipo napata hizo fursa kwa sababu mara nyingi tuelewane kabisa mm -hmm. siku zote fursa inapokuja huwezi kuanza na mtu wa mbali utaanza na ulieko karibu naye kwa sababu okay. namfahamu mm -hmm. ukimwamini jukumu hili anaweza kalifanya kwa namna gani kwa familia kama watatu hapa fursa ikija lazima nitamwangalia mponda anasemaje akishindwa mm -hmm. <laughs> <sala laughs> nimeingia na so, hi, hi, nime, nimeingiwa na mashaka kidogo jamii ambayo iko karibu na umeitaja. Uh, uh, kuhusu uh, uh, kuhusu uh, forum yenu uh, hasa ni ya vyuo vikuu. Unazungumziaje wale vijana ambao hawapo katika kada hiyo lakini uh, ni watafutaji kwa maana ya kwamba wanazitumia fursa na wanazitaka hizi fursa za kimataifa mnawafikiaje? sawa sawa, tunachokifanya vyuo uh, vikuu VVQ tuna kategori mbili, kuna wanafunzi walioko vyuo vikuu na kuna wanafunzi waliomaliza chuo kikuu. Wakimaliza tunaendelea kuwa karibu nao, kwa sababu hao wakimaliza wakienda mtaani, wako wanaoajiriwa serikalini, wako wanaoajiriwa na asasi binafsi, wako wanaanzisha kampuni zao au miradi mbalimbali. Hapo ndio kwenye vijana wenyewe. Wanaanza kuwagusa watu ambao <laughs> wengine hawajafika hata chuo kikuu no. hawajapata hata elimu, wanaanza kushirikiana nao na kuwaweka karibu, mwisho wa siku basi mambo yanaenda barabara. Na tunavyozungumza hili kwamba jana ilikuwa ni siku ya Afrika. Aa, sisi kama Waafrika tunakumbuka, lakini mm. vijana wa Kiafrika wana nafasi gani katika maendeleo ya bara letu la Afrika? na tunapotazama siku ya ya, ya Afrika tunaitazama kwa jicho la tofauti sana, kwa sababu inatukumbusha kule tulikotoka. Tulitoka kwenye ukoloni, tulipigwa sana, mataifa yetu, tulihangaishwa sana na wa, wa, wa, watu wa nje, lakini kupitia wazee wetu wakina Mwalimu Nyerere, wakina Jomo Kenyatta, wakina Kwame Nkuruma wakaamua sasa kuja wawe na shirikisho la pamoja yani, uwe na chombo cha kusemea mm, ili kujikomboa. Ndio maana miongoni mwa kauli ambazo nazikumbuka, wanasema kwamba nadhani ni kwa Nkrumah kusema kwamba haiwezi uh, kuwa huru hii nchi ya Ghana mpaka mataifa mengine atakapokuwa huru, hata ya Afrika. Kwa wao walipambana kwa mitutu, kwa bunduki, kwa kishaama, kwa ma, ma, mataifa yetu yanakuwa huru. Sasa turudi kwenye nyakati za sasa dio. Tunatazama kwa namna nyingine. Sasa hivi tunapambana na ukombozi wa nchi zetu, hasa kwenye eneo la uchumi na masuala ya kisiasa, ili kuweka amani iendelee kudumu, kwa sababu kuna mataifa mengine bado yanahangaika, amani haipo tunayaweka katika engo gani? Kwa nini lazima tuangalie kwa namna hiyo? Kwao vijana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia mm. wana mambo mengi ya kufanya na kuleta mabadiliko ndani ya taifa. Tukitumia mitandao ya kijamii, tukitumia ubunifu wa kisayansi, tunaweza sasa kuhakikisha mataifa yetu yanasogea kwenye hatua ya juu zaidi, ukilinganisha na wao. Na hata ukifuatilia kwa kina, wakati Mwalimu Nyerere anachukua nafasi, anapambania uhuru, alikuwa na miaka 39 kijana kabisa mm najua mponda hapa na miaka mingi pia tutamuuliza baadaye <laughs> anatengeneza baraza la mawaziri ndio anamweka uh, Oscar Kambona mm. miaka thelathini na tatu kijana anamweka rafiki yake wa karibu Kawawa Rashidi Mfaume Kawawa anakuwa waziri baadaye wanapokezana kijiti Ana miaka thelathini na tano unaona kwa hivyo hivyo kwa wao walianza wakiwa vijana ila walikuwa oh. na ujasiri na usubutu wa hali ya juu wakitamani kwamba mimi nataka nifike pale. Kwa hata vijana wa leo tunapaswa kuwa na ndoto na maono kwamba ono langu ni kufika pale. Kwao okay. Nifanye nini? Jitihada lazima zifanyike za hali ya juu sana bila kukata tamaa na tunaweza kuleta mabadiliko ambayo tunahitaji kuyaona. A sasa, tukumbushe hivi karibuni kutakuwa na tukio lipi kuhusu vijana na tukio hili litakuwa nini dhima yake kwa vijana? Aha, kwa sababu tunaelekea sasa kwenye masuala ya uchaguzi pia mm vijana tunabidi tuwakumbushe tu hilo ni tukio la msingi sana ndani ya taifa letu no. Tunahitaji kuwa na viongozi ambao watakuwa ni wa kuona kwa utofauti, kuona fursa ambapo wengine hawajaona fursa, kwa sababu viongozi wetu wamefanya yale ambayo wameweza kufanya, lakini tukiweka vijana watakuwa na cha kufanya. Mfano, hebu mm. angalia mwaka jana kilichotokea nchini Kenya mm. yeah, wale Gen Z walitia timu mpaka kwenye ofisi za wakuu mm. Hilo ni kutaka kuwaamsha ari kwamba vijana wana haja zao, lakini pamoja na hivyo huwa kuna matukio ya siku za vijana kwanzia mwezi wa saba, pale ni mwezi mmoja tu baadaye tunaenda kusherehekea tukio kama hilo, kukumbusha za harakati ambazo vijana wanapaswa kuzifanya kwa ukubwa na kwa kiwango cha tofauti na kubaki kuondoka kwenye ile wimbi la kuwaza tu kwamba ah, bana ni hivi hivi, wako wenye mamlaka. Hapana, wako wakuu. Hapana, wewe unaweza kuwa mkuu ndani ya taifa lako, na ukiamua yote yanawezekana. Sawa, tukiwa tunakwenda kuhitimisha sasa, uh, mjadala wetu kwa leo kwa maneno machache tu, unawaambia nini vijana? Mi niwaambie kwamba hakuna taifa lingine ambalo tunaweza tukaishi kwa amani kama sio nchi yetu ambayo ni Tanzania. Hmm, lazima tukubali kwamba uzalendo unahitajika sana. Hakuna kitu kilichowahi kuja kwa wepesi, kila kitu kinakuja kwa mapambano, na mapambano hayo yanatakiwa yafanyike tu kwa ustaarabu kuhakikisha kwa kwamba amani ya taifa letu inaendelea kudumu pale pale na kuheshimu misingi na miiko ya au sheria za nchi yetu ndiyo msingi wa mafanikio. Asante sana. Nazungumza hewani ili baadaye nisaliti na kuchukua kipande na mtumia. Lakini naona pia inapatikana kwenye mitandao huko, tukapata na tukapata nafasi ya kuipitia, ili kuna namna gani unaweza kupata fursa au sera hii inatoa fursa kiasi gani katika kundi lilopo, unaweza kuwa ni kijana, unaweza kuwa ni mwanamke, unaweza kuwa ni mfanyabiashara, nyanja zote ambazo zimetajwa katika sera hii asante sana ndugu yetu Tumaini Masanja katibu wa African Youth Leadership Forum kwa kuwa na sisi kwa siku hii ya leo na umetufungulia wiki e, tumeanza na wewe hivi e, wiki inaanza tukiwa na mawazo yeah ya kimataifa, mataifa, ujana, ujana. Pia tusisahau kuwa na uongozi imara ndani yetu. Asante sana, haya. <laughs> Tunahitimisha hivyo, na tutapata nafasi ya kurejea baada ya mapumziko mafupi, kuangalia yaliyomo kwenye michezo.